Katika suala so zima la kulala na kuamka majira ya asubuhi, kila mtu amekuwa na ratiba yake ya kuamka. Kuna wengine huamka majira ya saa kumi na moja alfajiri, saa kumi na mbili, saa moja, saa mbili, hata wengine huamka saa nne hadi saa sita mchana. Lakini kwa mujibu wa maoni ya watu yalio wengi, muda mzuri kwa watu wenye maono makubwa ya kufanikiwa katika nyanja zote za kimaisha, ikiwemo kijamii, kiuchumi, ni vema kuamka majira ya saa kumi na moja alfajiri mtazamaji wa SAUT Digital karibu, katika mada ya siku ya leo inakwenda kwa jina la nidhamu ya alfajiri. Tuweze kujifunza jilio mengi katika mada hii na ambayo utanitazama mwanzo mpaka mwisho. Yes, jina, wa kipindi hiki na jina ni Stephen Kenson. Uh, kwa majina anaitwa Brian Egela Edward, ni mfanyabiashara wa duka kama tunavyoona hapa. Kuna umuhimu wa mfanyabiashara kuamka mapema alfajiri hasa wakati wa saa kumi na moja, ambao faida zake naweza kuziona kwa pande mbili Faida kwa ya kwanza ni kiroho. Kwa imani ya Wakristo Waislam wote tunaamini kwamba mitume waliagiza watu kuweza kuamka kwa alfajiri kwa kuchukua baraka zao. Kwa hiyo imani yetu sana sisi ni kuamka mapema alfajiri kwa kuchukua baraka. Pia inatusaidia sisi wafanyabiashara kupata wingi wa wateja. Kama tunavyojua, kila, kila mteja ana ratiba zake. Kuna wanaowahi kuamka, kuna wanaochelewa kuamka. Kwa hiyo kwa wale no wanaowahi kuamka, obviously, lazima tupate hao wa wateja na hii inasaidia kuweka uniqueness kati yetu sisi au kati yangu mimi mfanyabiashara anayeamka mapema alfajiri na kwa yule anayeamka amechelewa kidogo. Yeah. Kwa majina anafahamika kama Chillax lakini anaitwa Richard Joseph. Kuamka ah, asubuhi na mapema kuja kazini kwangu kuna umuhimu mkubwa sana, ukizingatia kazi inayofanya ni ya biashara, chakula inahitaji kila kitu kiwepo tayari mapema. Kwa hiyo nikija asubuhi na mapema, napata muda mzuri wa kuandaa vitu vyangu vizuri na naviandaa kwa ufasaha zaidi, kwa sababu nakuwa na, na muda mzuri kwa unapokuwa nimekuja asubuhi na mapema, naviandaa kwa ufasaha, hii inanifanya nipate mzunguko mzuri wa asubuhi kwa watu ambao wanaweza kuhitaji chakula asubuhi na mapema. Pia inanirahisishia kazi zote zinazofuata, kwa sababu unapokuwa umekuja mapema kila kitu kitakuwa vizuri kwa hiyo siku, maana utakuwa na muda mwingi wa kufanya kazi kwa kasi, kwa sababu unakuwa umekuja mapema. Na, mara baada wa ya wadau mbalimbali kufunguka juu ya umuhimu wa kuamka majira ya alfajiri katika kuelekea kwenye shughuli zao, je, ni mbinu gani ambazo wamekuwa wakizitumia? Pengine inaweza ikawa chachu kwako mtazamaji nawe ukaweza kujifunza hata kuamka alfajiri na kuelekea kazini katika kuleta mafanikio kwenye shughuli unaifanya. Njia ya kuamka kuja asubuhi kazini, kwanza unatakiwa uwahi mapema kulala. Unapolala mapema, unaambia ile masaa manane, mtu anatakiwa alale masaa. Kwa hiyo at least kufikia saa kumi na moja saa kumi na mbili unatakiwa umeshaamka unajiandaa, unaoga, unaweza kuoga na wewe kuja kazini. Kuwahi kulala mapema, changamoto ni kulala mapema ndiyo, na jinsi utakavyoamka mapema. Lakini ulale saa saba, utaamka saa ngapi? Itisi saa tatu saa nne umeshalala. Kauli za wahenga zinaeleza kuwa palipo na mafanikio changamoto hazikosi. Kwa wadau hawa ambao wameweza kueleza kwamba kuna umuhimu wa kuamka alfajiri. Lakini sasa pia wanaeleza kwamba kuna baadhi ya changamoto ambazo zinawakumba pindi wanapokuwa wanaamka majira ya alfajiri kuelekea katika kazi zao, haijairishi ni njiani au kazini. Na hapa wanafunguka juu ya hili. Changamoto zipo haziwezi kukosa tegemea siku hiyo kuna mvua, unaweza ukachelewa kwa sababu ya mvua au usafiri. Kama unapanda daladala, kuna mtu unakosa usafiri kwa sababu ya daladala kujaa au bajaji kujaa sana, utachelewa e. Changamoto kuu nyingine ni usalama. Mtu unapoamka asubuhi unaenda kazini, hujui ni vitu gani unakutana navyo asubuhi, maana kuna wanyama, kuna wizi. Hmm. Na walio wengi hupenda kufanya mazoezi ya viungo vya mwili pengine kwa kukimbia katika barabara mbalimbali majira ya alfajiri asubuhi wakiamini ndio muda mzuri katika kufanya mazoezi. Sasa kuamka alfajiri na mfumo mzima wa afya pengine vina uhusiano gani? Niko na mmoja wa wanasaikolojia kutoka Dar es Salaam anafunguka juu ya swala hili. Habari. Jina langu ni Elton Modest ni mwalimu wa masomo ya sayansi, mwandishi wa vitabu, pamoja na mwalimishaji wa jamii kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Kuna nafasi na mchango wa nidhamu ya alfajiri katika afya. Faida ya kwanza ni kurekebisha mfumo wako wa usingizi na saa ya ndani, kitaalamu tunaita circadian rhythm, kwa maana ya kwamba kwa asili tulizoea kulala jioni na kuamka alfajiri kipindi bado tunaishi mapangoni. Lakini kutokana na mabadiliko ya ulimwengu, watu wanafanya kazi usiku, wanalala mchana. Kwa hiyo kuna mvurugiko wa hiyo saa ya asili, ila ukijenga desturi hiyo ya kuamka alfajiri na mapema, maana yake utakuwa piga hatua moja katika kurekebisha internal biological clock, kwa maana ya kwamba saa yako ya ndani na kutengeneza mzunguko mzuri wa ulalaji na uamkaji circadian rhythm. Lakini faida ya pili kubwa utakayoipata ni ile faida ya kisaikolojia, kwa maana ya kwamba uh, watu wanaamka fajiri na mapema huwa kuna mambo ambayo wanayafanya, pengine ni ibada, ni mazoezi. Kwa hiyo unajikuta kwamba ni mtu ambaye una afya bora, una utulivu wa akili na mwili, lakini pia kitendo cha kwamba unaweza kufanya shughuli zako vizuri, kuna kupunguzia msongo wa mawazo endapo ukiwa umezoea kuamka saa kumi na moja alfajiri, kuna baadhi ya siku pengine ukajisahau kuamka muda ambao sio kama ule, pengine ukaamka saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, hadi wengine hujisahau mpaka kuamka saa sita. Swali langu ni kwamba kuna athari zote za kisaikolojia, hata kiafya kwa jumla, unaweza kuzipata hapa pia. Mwanasaikolojia huyu anafunguka na kutuambia athari za kisaikolojia zipo, lakini mambo ya kisaikolojia mara nyingi yanategemea na fikra unazozijenga wewe mwenyewe. Kwa watu wengi athari kubwa wanayoipata ni hisia za majuto, kwa maana ya kwamba aya, kwa nini sikuamka alfajiri na mapema? Kwa nini kwa nini kwa nini? Lakini athari ya pili ya kisaikolojia ni msongo wa mawazo, kwa sababu kama kuna kazi ambazo ulitakiwa uzikamilishe na wewe unazifanya alfajiri, ukishindwa, maana yake utakuwa sasa una ule msongo wa mawazo kwamba anawezaji kukamilisha kazi hizi. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba hakuna shida, ni jinsi unavyocheza na akili yako. Ni muhimu sana kujenga nidhamu hii, na ili kuhakikisha kwamba haya yote yanaenda vizuri, jitahidi sana kuepuka vinywaji vyenye caffeine kama vile kahawa au Red Bull, kabla ya kulala. Lakini pili, jitahidi kukaa mbali na vifaa vinavyotoa mwanga yoyote electronic kama vile laptop pamoja na simu. Tukielekea ukingoni mwa mada yetu ya siku ya leo hii, ni idadi fupi ya watu ambao wameweza kufanikiwa kufanya shughuli mbalimbali, lakini kwa kwa kuamka kwao inaonekana ni majina tofauti. Mmoja wapo ni wasafirishaji au watu wanaofanya biashara ya usafirishaji wa kemo boda boda, watu wa daladala, lakini pia hatuwezi tukasahau mama tilie na wengine wengi katika jamii. Mtazamaji, mpaka kufikia hapa, sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao mmeweza kufanikisha kipindi hiki, ambapo nyuma kamera alikuwa ni Samson Bahati, na mimi, ambao mmeweza kunitazama mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, langu jina ni Stephen Kianza. Endelea kufuatilia Sauti Digital, lakini kumbuka comment yako baada ya kutazama kipindi hiki ni muhimu sana. Kwa heri.